Hivi babu Juhuwa. Ata hata ata nye na bibi kwa mnagombana hivi? Mimi nashangaa kuona nye vijana wasaii amekuwa ni watu wa kukombana kombana, Kedede kedede. He, he, he, he he he, hakuna mdogo hakuna mkubwa, hakuna mwanaume hakuna mwanamke, hakuna wa kusuka chini, wote ni kupanda juu. Sasa mimi nasangaa kwa kweli, mimi kama nilivyouliza unavyoniona nimechoka, nimekongoroka namna hii, na bibi yako japo ameniacha amefariki, nakumbuka kama tumewahi pikisana makelele, lakini makelele yenyewe sio kama yanyie vijana saivi mnayokuwa, kitu kidogo, mwingine yuko kule juu, kitu kidogo sisi hivyo vitu havikwepo kwa kweli eh. Ukiona tumekombana, tunakombana swala lenye msingi, swala linaloeleweka eh, ndio utaona tumekombana. Na penyewe sio kwa kukombana kwa kupigana, tunasauliana kwamba mwenzangu, mzee mwenzangu, jana ulinikosea

maana kuna rafiki yangu juzi tukaolewa ndio ina wiki hii kaachika hapa, tena nasikia kadi zinatembea, naolewa. Tumuuliza, tumuuliza saa kilichofanya uachike ndo ya kwanza ni nini? Anasema mwanaume wake kimoja chali. Tumuuliza simtafutie dawa, siwezi kufanya hiyo kazi, kutafutia litoto la mtu dawa. Sasa hivi sifanyi hiyo kazi kwa sababu mtu anaenda msaidiaje kitu kimoja chai? Maana wewe mzee wa zamani, zamani zamani naaasikia ni hatari babu, hawasaidi ha, hmm. Tumpe pole, wanakwambia wasewa sisi wasee wa samani tulikuwa tunasema hali juu ya litendalo sasa kama ameacha ndoa kwa maana ameacha mwanaume ameenda kutafuta mwanaume, si ndio? Kuna maswala, ndio maana tunasema vijana wa saivi mm, umekuwa tofauti na sisi kipindi tunakuwa mm, sisi tulikuwa tunafumiliana na ukianza kuangalia, sasa hivi ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu ya mahusiano ni kweli vijana wengi wanalalamika kwamba sasa hivi vijana wamekuwa hawana nguvu za kiume, akienda tu kimoja chali kama kapanya kamerumbukia kwenye jaba la maji. Sasa hiki kitu kweli kinawaathiri sana. Ukiangalia sisi wazee wa zamani tulikuwa hatutumii sana vyakula kama mnavyotumia vijana wa sasa hivi vyakula vya sahivi vijana wengi wanavitumia, ambavyo inatakiwa hivyo vyakula ale mwanamke. Mwanaume kama mwanaume unang'ang'ania kula chipsi saivi, vijana vijana wa chipsi saivi. Kwa mimi naweza nikasema hivyo na uzee wangu, vijana e, wa kidigitali wa chipsi. Umeona sasa, umeona eh? Sisi samana nikijiwekea mfano mimi mwenyewe hai, mimi nilikuwa vyakula tulivyokuwa tunakula. Wanaume wanatakiwa ugali jioni, kwa nyama, kwa maharage, tena kwa mboka ambayo imeungwa na viungio, sio haya mafuta mnayotumia sije vijana wa saivi eh, sijui kolie, sijui ariseti, sijuni sisi tulikuwa tunatumia tetere na sifaa. Tetere? Tetere gani? Sire sile nini za maboka sile mnahitaji? Ehe. Sisi samani, tulikuwa tunakwenda usiku mmoja hadi nane, ndio ukweli huo, nane kabisa. Sasa nikikuwekea mfano ambao ninao mwenyewe Nilikuwa naanza saa kumi na mbili asubuhi, eh, usiku saa kumi na mbili. Mm -hmm. Hadi saa kumi na mbili asubuhi. Na timu safi yote kumi na mbili. Kila li saa kimoja kimoja. Watu walikuwa wanakimbia unasikia, wameacha na nanilii ndani ya nyumba ye, ameenda amekimbia Sio nguvu, ni uvumilivu. Kweli watoto wa elfu mbili ni sida jamani, analalamika, na mume wangu ananipa kimoja eh, usiku mzima zari kama kadumbukia kwenye jaba kam, kamaji eh, anajifuta majazo tu akipewa vingi bado anasema nakimbia na hata na ndoa sasa. Unataka kupe vingapi ili wewe ulisike, au anakupa vingapi eh? Eh, ulisie vingapi?